Kuna nini? Kuna mimi? Una nini? Mimi ndio nyinyi, wamaanisha nini? Wataka nini? Tangu nini? Niamini. Nini? Lini niamini? Utanipa nini? Utakuja lini? Hakuna swali ambalo utamwambia kiongozi akose kupa jawabu. Ndio maana unaweza muona kiongozi siku hizi, nikupe siri ya. Kwa nini kiongozi atabakia kuwa kiongozi na mpiga kura abakia kuwa mpiga kura bila kuwa na tahadhari, tabakia hivyo milele? Ni kwamba wacha awe na simu, alafu awe na saa mwone Mkenya tu, ni kuangalia kipimo cha uongozi bora, awe na simu na na saa. Anatembea tu, namkuta barabarani, namwambia ah, habari yako mzee, mzuri, ama habari yako mama, mzuri. saa ngapi, mama? saa iko hapa, tatoa simu, ni saa nane kamili. Yaani, <laughs> lazima aenda akachukue simu. Hii ndio inaitwa saa, hii ni simu, nielewe kwa makini. Hii ni saa hii ni simu, lakini simu, mojawapo ya vitu ni kwamba pale kuna kamera au unaweza kuchukua video, lakini pia kuna saa. Lakini ni kwamba ukimuliza saa awezi angalia akwambie ni saa mbili na saa ngapi. Je, ni uvivu kuleta saa hivi na kukuambia ama ni mazoea kwamba sasa hivi maana amepata simu huku hakuna maana tena, huku ndio kuna maana tena. Huo ndio uongozi wa Kenya wanaotaka, yani baada muda kidogo washasahau yule wajana. Sie wa leo ndio ndiye ama wa leo ndiye wa kesho ndiye leo, ataipenda simu kesho leo anaipenda saa kesho anapenda simu. Pakitokea kitu chengine kizuri atache, tata, leke. Wataka nini wewe? msimamo wako ni upi? saa saa ngapi? mwambie mtu huyu ni saa fulani kwisha, mpaka uende kachukue simu huku uweze kuangalia, kesho mletee saa ya kuweza kupiga picha, kumwambia mzebu ni tupige picha tuchukue selfie, atakwambia tupige na yeye, maana hii sio tena ndio. Mkenya aeleweke, anatakaje Mkenya. huwezi jua kwamba ameamua anataka mabadiliko ama anacheza shere huwezi jua kwamba ameamua kuweza kupiga vita ukabila ama anacheza shere. Huwezi mwelewa kama yuko tayari kuweza kuleta dini zote pamoja ama anacheza shere. Lakini kile ambacho naamini ni kwamba ile siku Mkenya ataamua aweze kujua ametoka wapi, yuko wapi, anataka kuweza kuelekea wapi, ataweza kufanya maamuzi bora ambayo wataweza kusaidia sisi tuliopo, waliokuwepo na watakaokuja katika siku zosoni. Mkenya si mjinga, si mwerevu, siwezi kumpa jina, si mjinga si mwerevu wala sio mpumbavu wala si mjanja, lakini wakati wako kifika, anaamua anaweza kuamua tu kwamba sasa hivi wacha niwe mwerevu, awe mwerevu kupita kiasi. Wakati mwingine anamwambia ah, wacha tu leo niweke ile gea ya ujinga, ile ni free, niweke ya ujinga. Namna anaamua anaweka tu labda ndiye anasema tulimwangusha, alijifanya yeye nani na mliondoa kiongozi bora labda. Lakini kwako ni ile gea ya, ya ujinga nataka kuweza kuitimia na kuna maana kwambia kwamba wacha tumuoneshe werevu alikuja ah, maana atakwenda kupiga kura. Hatuenda kupiga kura. Kura wenzenu walipiga, ikiwa alikuwa mmtaki alipitishwa na mtu mwingine, uerevu wenu ni upi? Ni upi? Gea ya, ya ujanja kwamba tukae maskani, hatuendi kupiga kura. Tume chill. Ni wakati wetu wa kutulia. Unatulia na kunachaguliwa kiongozi ambaye siye. Hizi gea za Wakenya mwenyezi Mwenyezi Mungu peke yake, lakini ana uwezo wa kutengeza Kenya anayotaka. Ana uwezo wa kuulizwa ni saa ngapi, aseme ni saa tatu, kuweza kuchukua simu na kusema kwamba ni ni saa tatu. Mkenya anaweza. Ataweza lini? Atawezeshwa na nani? Te Rashid Abdalla. Sisemi Kitu.